Tujifunze neno la Mungu chini ya somo, Mwanakondoo anatawala juu ya Mlima Sayuni. Chini ya somo hili, hebu tuchukue muda kushiriki neema ya Mungu. Tumejifunza neno na mafundisho ya Mungu kupitia Biblia, na hivyo tunajua kwamba sheria ilitoka kwanza kutoka Mlima Sinai. Na pia umejifunza Biblia na kujua kwamba katika nyakati za agano jipya sheria ya Mungu inatangazwa katika Sayuni, sivyo? Basi inamaanisha nini kwamba sheria inatoka Sayuni? Ni nani atakayetoka Sayuni? Ukweli kwamba sheria inatoka Sayuni unamaanisha kwamba Mungu Mwokozi anatokea Sayuni. Hivyo leo tuchukue muda kujifunza kuhusu ulimwengu wa kiroho, tukichunguza ukweli kwamba mwanakondoo anatawala juu ya mlima Sayuni. Kwanza kabisa, tuone jinsi sheria ilivyotokea kwenye mlima Sinai. Tufungue Kutoka sura ya 24 mstari wa 12. Bwana akamwambia Mose, panda uje kwangu huku mlimani. Mlima huu ni mlima Sinai, sivyo? Panda uje kwangu huku mlimani na ukae hapa, nami nitakupa. Mungu atampa nini? Vibao vya mawe vyenye sheria na amri ambazo nimeziandika ziwe mwongozo wao. Hapa Mungu alisema, nimeandika sheria na amri. Sheria hii ilitangazwa wapi? Tuangalie Kutoka sura ya 31 mstari wa 18. Na Bwana alipomaliza kusema na Mose, wapi? Juu ya mlima Sinai. Juu ya huu mlima Sinai, Mungu aliwajulisha watu wake nini? Hebu tuiangalie. Bwana alipomaliza kusema na Mose juu ya Mlima Sinai, Mungu akampa vile vibao viwili vya ushuhuda, vibao vya mawe vilivyoandikwa kwa kidole cha Mungu. Kwenye Kutoka sura ya 24, mstari wa 12, Mungu alisema, nitakupa vibao vya mawe pamoja na hiyo sheria na amri nimeandika na hapa inasema akampa vile vibao viwili vya ushuhuda vibao vya mawe vilivyoandikwa kwa kidole cha Mungu. Mistari hii miwili inamaanisha kitu kile kile. Katika Kutoka sura ya 31 mstari wa 18, tunaweza kuelewa kwamba ni katika mlima Sinai ambapo Mungu alitoa vibao vya mawe pamoja na sheria na amri alizokuwa ameandika. Hii lazima iwe sheria ya agano la kale ambayo Mungu aliwapa watu wake kwa mara ya kwanza. Tunaita sheria hii sheria ya Mose au sheria ya agano la kale. Walakini unabii wa Biblia ambao tutajifunza leo unatuambia kwamba sheria hiyo muhimu ya Mungu inaonekana mahali pengine isipokuwa Mlima Sinai. Tufungue Isaya sura ya 2 mstari wa 2. Katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote, utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote yatamiminika huko. Mataifa mengi yatakuja na kusema, "Njoni twendeni mlimani mwa Bwana kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo." Atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka. Itatoka wapi? Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Sayuni ni tofauti na mlima Sinai, walakini sheria hiyo itatoka wapi? Itatoka Sayuni. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Atahukumu kati ya mataifa na ataamua migogoro ya mataifa mengi. Isaya alitabiri kwa namna hii hii. Hii ni sehemu muhimu. Sheria itatoka wapi? itatoka Sayuni. Zamani sheria ilitoka katika mlima Sinai, lakini katika wakati ujao ni sheria ya aina gani itatoka Sayuni? Tunapoona muda wa sentensi, tunaweza kuona kwamba kutakuwa na sheria ambayo itatokea wakati ujao muda mrefu uliopita Biblia ilitabiri kwamba sheria itatoka Sayuni. Tuone Ufunuo sura ya kumi na nne mstari wa kwanza. Kisha nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo nani? Mtume Yohana alimwona mwanakondoo akitokea. Kisha nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo mwanakondoo akiwa amesimama wapi? Juu ya mlima Sayuni. Katika Isaya sura ya mbili mstari wa mbili tuliosoma awali ilisema sheria itatoka Sayuni katika siku za mwisho na katika Ufunuo sura ya 14 inasema, na hapo mbele yangu alikuwepo mwanakondoo akiwa amesimama juu ya mlima Sayuni. Pamoja naye walikuwa wale elfu mia moja arobaini na nne wenye jina la mwanakondo na jina la baba yake likiwa limeandikwa kwenye vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi yaendayo kwa kasi na sauti kama ngurumo ya radi Sauti hiyo niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakipiga vinubi vyao, nao wakaimba wimbo mpya mbele ya hicho kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe wanne wenye uhai na wale wazee. Hakuna mtu yeyote aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa hao elfu mia moja arobaini na nne waliokuwa wamekombolewa kutoka duniani. Hawa ndio wale ambao hawakujitia unajisi kwa wanawake, kwa kuwa wao ni bikira. Wao humfuata mwanakondoo kila aendako hawa wamekombolewa kutoka miongoni mwa wanadamu wakawa malimbuko kwa Mungu na kwa Mwanakondoo. Hili ni fundisho la Biblia katika Ufunuo sura ya 14. Mwanakondoo anatokea Sayuni. Mungu anatufundisha sheria, inatangazwa Sayuni. Hebu tuangalie ni nani anayetangaza sheria katika Sayuni. Katika kitabu cha Mika, Mika sura ya katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote. Utainuliwa juu ya vilima na watu wa mataifa watamiminika humo. Mataifa mengi yatakuja na kusema, "Njoni, twendeni mlimani mwa Bwana kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo." Mungu atatufundisha njia zake. Atafanya nini? Atatufundisha njia zake, yaani kweli, ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka wapi? Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Mungu anatangaza sheria na kupitia sheria anatawala juu ya watu wake na kuwaongoza. Tunaweza kuona hili kupitia Isaya sura ya mbili na Mika sura ya nne Haisemi kwamba Mungu atatawala pamoja na sheria aliyoitangaza katika Mlima Sinai miaka elfu tatu na mia tano iliyopita. Kupitia unabii wa Mika tunaweza kuelewa kwamba Mungu atatufundisha kwa sheria itokayo Sayuni na kwamba atatawala juu yetu. Kwa hiyo sheria Hebu tujifunze zaidi kuhusu sheria ya uzima ambayo Mungu anatangaza katika nyakati hizi za mwisho. Tufungue Isaya sura ya 52, mstari wa 7. Tazama jinsi miguu ya wale waletao habari njema ilivyo mizuri juu ya milima, wale wanaotangaza amani, wanaoleta habari njema, wanaotangaza wokovu, wauambiao Sayuni, Mungu wako anafanya nini? Mungu wako anatawala. Sikiliza! Walinzi wako wanapaza sauti zao pamoja, wanapaza sauti zao kwa furaha. Wakati Bwana atakaporejea Sayuni watafanya nini? Bwana atakaporudi Sayuni wataliona, wataliona kwa macho yao wenyewe Wataliona kwa macho yao wenyewe. Pazeni sauti ya nyimbo za furaha pamoja, enyi magofu ya Yerusalemu, kwa maana Bwana amewafariji watu wake, ameikomboa wa Yerusalemu. Mkono mtakatifu wa Bwana umefunuliwa machoni pa mataifa yote, nayo na miisho yote ya dunia itaona wokovu wa Mungu wetu. Kama tulivyojifunza leo katika Isaya sura ya mbili, inasema kwamba sheria itatoka Sayuni, na katika Ufunuo sura ya kumi na nne inasema kwamba mwanakondoo atatawala Sayuni, na katika Isaya sura ya hamsini na mbili Mungu alisema kwamba miguu ya wale wasemao milimani Mungu wenu anatawala ni mizuri sana. Tuhakikishe kwa mara nyingine tena kupitia Isaya sura ya 25 kwamba Kristo ambaye ni Mwana-Kondoo anatawala juu ya mlima Sayuni. Mstari wa sita. Juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote. Huu ni mlima gani? Hebu tuangalie sura ya 24 mstari wa 23 ili tujue ni mlima gani Mungu anarejelea hapa, kisha tuendelee kusoma mstari huu. Mwezi utatiwa haya nalo jua litaaibishwa, kwa maana Bwana mwenye nguvu zote atawala juu ya mlima gani? Bwana mwenye nguvu zote atatawala juu ya mlima Sayuni, na katika Yerusalemu, tena mbele ya wazee wake kwa utukufu. Mwanzoni Biblia haikuwa na sura wala mistari. Tukio katika sura ya 24 na linaendelea katika sura ya 25. Tuone tukio linaloendelea katika mstari wa sita juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote kulingana na sura ya 24 mstari wa 23 mlima gani? ni mlima huu. mlima Sayuni, juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote ataandaa karamu ya vinono kwa mataifa yote, karamu ya mvinyo wa zamani, nyama nzuri sana na divai zilizo bora sana juu ya mlima huu ataharibu sitara ihifadhio mataifa yote, kile kifuniko kifunikacho mataifa yote. Na atameza nini? Yeye atameza mauti milele. Bwana Mwenyezi atafuta machozi katika nyuso zote, ataondoa aibu ya watu wake duniani kote. Bwana amesema hili. Katika siku ile watasema hakika huyu ndiye nani? Hakika huyu ni Mungu wetu, tulimtumaini naye akatuokoa. Mwokozi wetu anatokea wapi? Anatokea Sayuni, na lazima awe yeye anayemeza mauti milele katika Sayuni. Je, Mungu anaharibu mauti milele na nini? Kwa mvinyo wa zamani ni aina gani ya divai inayo ahadi ya kumeza mauti milele ni divai ya pasaka sheria ya pasaka ni ipi ni sheria ya agano jipya hebu tuone kama kweli mungu aliahidi kumeza mauti milele kupitia sheria ya agano jipya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 huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa ishirini, vivyo hivyo, baada ya kula akakitoa kikombe akisema. Kikombe hiki ni divai ya Pasaka imo katika kikombe hiki, sivyo? Akitoa kikombe chenye divai ndani yake, Yesu alisema, kikombe hiki ni agano gani? Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Ijapokuwa sheria ya agano la kale iliyotolewa kupitia Mose ilipita, je, mwanakondoo ambaye atatawala juu ya mlima Sayuni anatuletea sheria gani? Biblia inatabiri kwamba Mungu atatuongoza kwenye ufalme wa milele wa mbinguni ambapo hakuna mauti wala maumivu kwa njia ya sheria ya agano jipya, kama tulivyosoma katika Isaya sura ya 25. Ni nani anayemeza mauti milele kwa njia ya mvinyo wa zamani? Mungu wetu anameza mauti milele. Katika siku ya Pasaka, Mungu alitupa mkate na divai kama mwili na damu ya Yesu. Na alisema ni agano gani? Alisema kwamba lilikuwa agano jipya. Basi je, hii kweli ina mamlaka ya kumeza mauti milele? Tupate jibu kupitia Yohana sura ya sita mstari wa hamsini na tatu. Hivyo Yesu akawaambia, amin amin, nawaambia msipoula mwili wa Mwana wa Adamu na kunywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Yesu alisema dhahiri kwamba hatuna uzima ndani yetu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao nini? Anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Walakini, tunawezaje kula mwili halisi wa Yesu na kunywa damu yake halisi? Hata kama Yesu bado anaishi katika dunia hii katika mwili, haiwezekani kuurarua mwili wake na kuula na kunywa damu yake. Ndiyo maana Yesu akafanya sherehe ambayo kupitia hiyo tunaweza kula na kunywa ni sheria ya agano jipya. Kupitia Pasaka, Yesu aliruhusu mkate wa Pasaka uwakilishi mwili wake na divai ya Pasaka damu yake. Yesu aliahidi kuwapa nini watu wanaokula mwili wake na kunywa damu yake? Uzima wa milele. Kutupa uzima wa milele kunamaanisha kuharibu mauti milele. Mungu wetu ametokea katika dunia hii akiwa na sheria ya agano jipya. Na Biblia inasema yeye aletaye sheria ya agano jipya ni nani? Mungu wetu. Lazima tujifunze njia ya uzima kutoka kwake na tufuate njia yake. Sasa tuone tukio moja zaidi katika unabii wa Yeremia ambapo Mungu analitangaza agano jipya. Yeremia sura ya 31 mstari wa 31, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Nani atafanya agano jipya? Biblia inasema kwamba sheria ya agano jipya ilianzishwa na Mungu tu kupitia Mika sura ya 4 na Isaya sura ya mbili tuliona waziwazi Kristo akitokea katika siku za mwisho. Tuliona waziwazi Mungu wetu mwenyewe akitangaza sheria katika Sayuni. Katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31, Mungu aliitangaza akisema, asema Bwana, sivyo? Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Agano jipya haliwezi kufanywa na mtu mwingine yeyote. Mungu alitangaza kwamba ataifanya sheria ya agano jipya. Tuendelee na mstari wa thelathini na mbili. Agano langu halitakuwa kama lile nililofanya na baba zao nilipowashika mkono kuwaongoza watoke nchi ya Misri. Mungu alipowatoa Misri, Mungu alianzisha sheria ya aina gani? Sheria ya agano la kale. Kupitia Mose, Mungu alitangaza agano la kale katika Mlima Sinai, lakini agano jipya halitakuwa kama hilo. Kwa sababu walivunja agano langu, ijapokuwa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa nani. Nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Hii ni sheria gani? Ni sheria ya agano jipya katika mstari wa 31, sivyo? Mstari wa 34, mtu atamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake, akisema mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana. Tunamjuaje Mungu? Kupitia agano jipya. Mungu tayari alitabiri kupitia manabii kwamba atafanya agano jipya na katika wakati wake ulioamriwa, Mungu alikuja katika dunia hii na kufanya agano jipya. Basi yeye aliyefanya agano jipya ni nani? Yeye ni Mungu. Hakuna mwingine isipokuwa Mungu pekee anayeweza kuanzisha agano jipya. Mungu tayari aliifanya kwa njia ambayo haiwezi kuanzishwa na mtu mwingine yeyote. Alisema, nitaifanya sheria ya agano jipya, nitawajulisha hilo, nitaitangaza. Hivyo tunapoona mtu akitangaza agano jipya, tunaweza kuelewa, ah, yeye ni Mungu ambaye Nabii Yeremia alimtabiria amekuja katika nyakati hizi. Walakini, baadhi ya watu huuliza swali la kipumbavu, je, mtu yeyote hawezi kuona unabii wa Biblia na kudai kwamba alifanya agano jipya? Kila mtu, je, hilo linawezekana? Haiwezekani kamwe. Ingawa wanatazama hawawezi kuona. Mungu aliwaletea watu wote usingizi mzito ili watu wasione japo wanatazama, wala kusikia japo wanasikia. Hawaoni japo wana macho. Ikiwa waliona, Pasaka inakuwaje hawaiadhimishi? Imekuwaje hawaishiki Sabato? Ni nani pekee anayeweza kufanya hivi? Mungu pekee anaweza kuja na kuwajulisha watu sheria ya agano jipya. Mungu pekee ndiye anayepaswa kutangaza agano jipya na kutubariki. Tutambue hilo. Yesu alitangaza Pasaka kama agano jipya, lakini baada ya enzi ya kitume siku ya Sabato iliondolewa mwaka 321 BK na Pasaka iliondolewa mwaka 325 BK. Baadaye ukweli ukaharibiwa moja baada ya nyingine, na enzi za giza zikatukia kama ilivyotabiriwa katika Biblia. Muda mrefu wa miaka 1600 ulipita gizani. Ijapokuwa Biblia ilikuwa karibu na watu kwa miaka elfu moja na mia sita, hakuna mtu aliyewahi kutaja kwamba tunapaswa kuiadhimisha Pasaka na kwamba tunapaswa kuishika sheria ya agano jipya. Je, haishangazi? Sababu ni nini? Ni kwa sababu wao sio Mungu. Mungu pekee alisema nitafanya agano jipya, sivyo? Mungu alisema nitafanya na nitaitangaza. Ni Mungu aliyeanzisha agano jipya kwanza. Na vipi kuhusu wakati anapoirudisha? Pia ni Mungu atakayeirudisha. Sasa tunashika sheria ya agano jipya, hilo linamaanisha nini? Nani yuko katika ukweli huu? Lazima tuelewe kwamba Mungu tayari anatawala katika ukweli huu, na lazima pia tumtafute Mungu anayetawala hapa. Leo watu wengi sana katika ulimwengu huu hawaelewi, ingawa wanasikia mafundisho ya Biblia. Kwa nini ni hivyo? Lazima kuna sababu, sivyo? Tuangalie Yohana sura ya 8 mstari wa 47. Yeye atokaye kwa mungu wanamsikiliza. Nani? Wale ambao ni wa Mungu hukubali kile mungu asemacho. Ninyi mliopo hapa ni watoto wa Mungu, ambao ni wa mungu Hivyo umeelewa kwamba sabato ni siku ya saba kama Mungu alivyokufundisha kupitia Biblia, na umeelewa kwamba pasaka ni agano jipya, na kwamba aliyeleta pasaka ni Mungu wetu. Unakubali na kuamini chochote Mungu anachokufundisha. Kwa nini ni hivyo? Ni kwa sababu ipo katika Biblia. Hakika Mungu amefungua masikio ya wale walio wa Mungu ili waweze kusikia neno la Mungu. Walakini sababu ya nini kutosikia ni nini? Kuna sababu moja. Ni kwamba wao si wa Mungu. Haijalishi ni mara ngapi tunawafundisha neno la Mungu na kuonyesha ushahidi wa kutosha na kutoa somo lenye mantiki sana, wanafanya nini? Hawakubali kamwe. Ni kwa sababu wao sio wa Mungu. Inastaajabisha sana kwa akili ya kawaida tunaweza kufikiri kwa kuwa imeandikwa katika Biblia, je, hawapaswi kuikubali na kuiamini? Walakini bado hawakubali yale yaliyo katika Biblia haijalishi kwa muda gani tunawaelezea kwa kina. Kwa nini ni hivyo? ni kwa sababu wao sio wa Mungu. Hawana masikio ya kusikia wala macho ya kuona wala akili za kuelewa, Ijapokuwa wanaona tukio lile lile. Ijapokuwa manabii walishuhudia kwamba tunaweza kukutana na mwanakondoo tunapoenda Sayuni ambapo sikukuu za Mungu zinaadhimishwa na kwamba tunaweza kujifunza sheria za agano jipya ambazo mwanakondoo alitangaza, lakini hawazingatii unabii, hawaiamini biblia iliyoandikwa kwa roho ya Mungu. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 47, tunaweza kupata sababu. Ni kwa sababu wao sio wa Mungu. Leo tumekuja Sayuni, mji wa sikukuu za Mungu, na tukajifunza kanuni, maagizo na sheria zote za Mungu, ikijumuisha siku ya Sabato, Pasaka, sikukuu saba za nyakati tatu. Kwa kufanya hivyo, tunatembea njia ya mbinguni ambayo Mungu anaongoza. Natumaini kwamba hatutayumba kamwe hata kidogo katika mambo haya, bali tutafuata mwongozo wa Roho na bibi harusi hadi mwisho. Mwanakondoo anatawala Sayuni tu, na sheria ya uzima, agano jipya, hutoka tu Sayuni. Ni nani pekee anayeweza kutangaza sheria ya agano jipya? Mungu pekee anaweza Siyo mtu yeyote anayeweza kufanya hivi. Mwanakondoo alitufundisha kweli hizi zote alipokuja duniani, nikitumaini kwamba tutafuata ukweli huu hadi tutakapoufikia ulimwengu wa wokovu, ufalme wa milele wa mbinguni. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.